Karibu sana Ikungi. Nikukaribishe mimi nikiwa mwenyeji wako mwenyekiti wa kanda. Wana wa Ikungi, naomba tukunje ngumi ili tuweze kusalimiana. Shughuli inaanza, si ndio? Tupo tayari, shughuli ianze. Naomba tukunje ngumi namna hii, mpaka kule, mpaka kule, sawa. Lazima tungurume, si tuna mwenyekiti wa taifa? Ndugu zangu, si anatoka hapa? Shida iko wapi? Kunja ngumi namna ile Unjangum makamanda, mheshimiwa mwenyekiti, hiyo ndio sauti niliyokuwa naitafuta. Waheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa viongozi wa kamati kuu, nimewaona hapa, waheshimiwa viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya makata, viongozi kutoka maeneo mbalimbali, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa heshima na taadhima, mimi ni Devota Minja, mwenyekiti wa kanda ya kati. Ninasimama mbele yenu nikiwa na furaha kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, hii kanda yetu imebarikiwa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na wala hatujuti kuwa kwenye kanda hii. kanda hii ni wape historia, ndugu zangu. Kanda ambayo imewahi kutoa makamu mwenyekiti taifa, Mheshimiwa Tundulisu, kwa miaka hiyo. Tukatoa mgombea urais elfu mbili na ishirini kutoka kanda ya kati, lakini tutakuja huku tukatoa mwenyekiti wa BAVICHA taifa, yuko hapa, anatoka Dodoma kanda ya kati yeah. Vilevile mkanipa heshima ya kuwa mwenyekiti wenu wa kanda, mwanamke pekee nchi nzima, pigeni makofi na vigelegele. Alafu sasa funga kazi, tuna mwenyekiti wa chama taifa, makofi na vigelegele Mheshimiwa mwenyekiti kanda ya kati, tuna furaha tuna furaha kweli kweli, tuna imani na matumaini makubwa kwamba pamoja na majukumu yako ya kitaifa, lakini kanda ya kati tutakuunga mkono kila hatua. Tutahakikisha ajenda za chama kwenye kanda yetu ya kati tutazitekeleza kwa namna yoyote ile, na tumekusikia ukisema kama hakuna tume huru hakuna uchaguzi. Sisi tumeielewa vizuri, na sisi tukiwa wajumbe wa kamati kuu tulikubaliana kwa sauti moja, hatuko tayari kwenda kwenye chaguzi za maumivu, hatuko tayari kwenda kwenye uchaguzi zisizokuwa na haki, hatuko tayari kwenda kuwa wasindikizaji wa chaguzi. Kanda ya kati Uchaguzi wa elfu mbili na ishirini katika majimbo ishirini na tisa zaidi ya asilimia tisini wagombea waliinguliwa, wagombea wa majimbo kwenye kata, tusiseme uchaguzi wa serikali za mtaa. Kanda ya kati tumeumizwa, watu wamekufa, watu wamepotea, hawajulikani waliko, kwa sababu ya chaguzi. CCM miaka 30, tangu uchaguzi. CCM miaka 60, kuwa madarakani. Wanaogopa nini uchaguzi? Niwaulize ndugu zangu, CCM wanaogopa nini uchaguzi? Kwa kuwa CCM wamejipanga kuiba na kutumia jeshi la polisi, safari hii tunasema tukose wote, tuweke heshima